Naam, mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huko mtandaoni kwa sasa hivi bwana ni sakata zima la Bill Nas uh, Bill Nenga. Huyu bwana ni msanii wa Bongo Flava ambaye amekuwa akifanya vizuri kwa muda mrefu kama unavyoelewa kama unavyoelewa kwamba Bilnas bwana ni msanii wa hip hop hapa Tanzania na of course amekuwa ni mmoja kati ya vijana ambao ameonyesha jinsi gani ambavyo wamekuwa wakijituma katika sakata zima la kuhakikisha kwamba wanajitengenezea maisha bora. Unaelewa kabisa kwamba Bilnas bwana yeye ni msanii kwa muda mrefu sana, lakini pia vilevile vile ni mume wa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Nandi. E, Bilnas na Nandi bwana wameoana siku kadhaa, yani miaka kadhaa iliyopita na wamekuwa kidumu kwenye ndoa yao na imekuwa kabisa kwamba uh, Bilnas yeye ni mmiliki wa duka la simu linalofahamika kwa jina la Nengatronics ambalo liko pale maeneo ya Makumbusho. Umeona bwana eh? So kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea, hususan fujo ambazo zimehapeni bwana, moja kwa moja bwana, vijana wameenda kufanya maafa katika duka la Bilnas, wameenda pale bwana, wameenda kuchoma moto duka hilo, kitu ambacho tunaelewa kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine kimeleta maathari kubwa sana katika swala zima la hmm? kimeleta athari katika suala zima la biashara ya Bilnas baada ya duka lake hilo kuunguzwa moto na vijana ambao waliokuwa wanafanya fujo huko mjini. So hicho ni kitu ambacho kinaeleweka kabisa kwamba eh, Nengatronics bwana ilichomwa moto siku kadhaa zilizopita kutokana na zile fujo, na moja kwa moja bwana imepelekea kidogo kuleta shida kwa upande wake ya Bilnas, kwa sababu biashara yake of course ndo hivyo tena imeharibika. Lakini kitu ambacho tume notice ni kwamba Bilnas mwenyewe siku hii leo, baada ya mitandao kurudi kwa ni kwamba Bilnas bwana ameamua ajitoe mm, katika mitandao ya kijamii kuanzia TikTok na mpaka Instagram. Yaani kwa kifupi bwana tunaweza kusema kwamba Bilnas bwana ameamua ku deactivate mitandao yake ya kijamii, kwamba ukiingia katika page yake ya Instagram sasa hivi unakuta haipo, eh, iko deactivated the same. Pia hata ukipita kule TikTok napo pia of course utakuta na kwenyewe napo pia ameamua ku deactivate page yake hiyo ya TikTok. Lakini pia vilevile vile ni kwamba video nyingi tu zimesambaa huko mitandaoni zikiwa zinaonyesha e, zikiwa zinaonyesha jinsi gani ambavyo page e, jinsi gani ambavyo duka la Bilnasi lilivyoharibika maeneo ya makumbusho, na hapa kuna page hapa pameandika kwamba e, baada ya baada ya kuwa ni miongoni mwa watu ambao walioharibiwa duka lake, hatimaye msanii huyo wa Bongo Flava Bilnas ameamua kujiondoa kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram na TikTok. Peji nyingine hii hapa wameandika kwamba msanii wa muziki Bilnas amejiondoa Instagram kwa muda. Ikumbuke kwamba duka lake la vifaa vya kielektroniki ni miongoni ambayo, mwa maduka ambayo yaliyochomwa moto na vijana ambao walikuwa wakifanya fujo mtaani. Lakini pia peji nyingine hii hapa wamekuja na yenyewe pia wameandika kwamba wameandika the same thing yaani, kwa kifupi ni kwamba almost kila page sasa hivi unayopita ambayo imetoa taarifa kuhusiana na Bilnas e, wameelezea kuhusiana na hilo swala ambalo limetokea baada ya yeye kuamua kujitoa katika e, katika mtandao wa Instagram. Ya, lakini pia vilevile sio vile tu Bilnas peke yake, hata Juksi naye duka lake bwana lilikuwa limeharibiwa, na hapa kuna page pia imekuja kuripoti kuhusiana na jinsi ambavyo mambo yalivyo ya kwa upande wa Jux. Ameandika kwamba bwana, mwonekano wa maduka ya wasanii Juma Jux na Bilnas baada ya kuteketezwa na moto eh, tokea siku ya tarehe ishirini na tisa umeona bwana kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa kwa kifupi ni kwamba e, ni maafa kidogo hmm. Kwa upande wa Bilnas na pia vilevile vile, e, kwa upande wa Juma Jux ambao hawa ni wasanii ambao wamekuwa e, wakifanya kazi zao za kimuziki sasa hivi karibuni bwana, hayo ndio yaliowakuta, lakini pia vile vile, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao bwana kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. E, kuna watu kibao hapa wamejitokeza katika comment section kwa, kwa ajili ya kuzungumzia hilo swala kwa namna moja au nyingine kwa kile ambacho kimetokea. Kwa mfano hapa bwana, kuna mtu amesema kwamba e, bwana <laughs> e, unajiondoa Insta, inakuwaje tena kaka? E, nini kimemkuta na yeye kdungi, kwamba bwana baada ya e, kuelezea jinsi unavyojisikia unaamua una kukimbia mitandaoni. Kuna mwingine huyu hapa amekuja amecomment hapa ameandika kwamba amejiondoa of course, lakini tunajua atarudi siku sio nyingi. Ngoja kidogo, akili yake itulie. Nadhani sasa hivi anataka anapiga mahesabu jinsi ya kurudisha biashara yake tena ya yeah, so kwa kifupi ni kwamba kuna watu bwana wamehisi kwamba, uh, Bilnas bwana kujiondoa Instagram ni kwa ajili tu ya kujipa uh, time kwa lengo la kuhakikisha kwamba anapata muda kwanza kwa ajili tu ya kuanza tena kujipanga upya kutokana na kile ambacho kimetokea. Basi obviously, lazima atakuwa anapitia wakati mgumu, kwa hiyo ameona labda atumie nafasi hii kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba anapata time ya yeye kuweka mazingira sawa e, ili aendelee tena na biashara yake kama ilivyokuwa kawaida, kwa sababu sasa hivi hapa bwana Bongo, amani imetawala tena kwa mara nyingine. lakini kwa upande wa Juma Jux yeye, bwana e, kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika duka lake hajatoa statement yoyote, labda kuelezea kwamba bwana, kwa namna moja au nyingine, bwana kilichotokea ni kwamba, labda ana plani gani au labda ana nini cha kusema, kutokana na kile ambacho kimehappen pale katika, katika lile duka lake. Uh, yeye hajazungumza aj chochote mpaka sasa hivi, so it is what it is, hivyo ndivyo mambo alivyo. Na wewe pia ukiwa kama mdau unaweza kutuwekea maoni yako katika comment section uh, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.